Yes, hello, habari, mambo vipi? Langu jina ni Mugodi Star wa Mopossible TV, na siku ya leo kwenye The Big Regret, kama kawaida, tulikuwa tumezoea kwamba tunakuwa tunashare zile regret zetu, ni vitu gani ambavyo tunajutia sana, ambavyo tushavifanya kwenye maisha yetu ya kila siku. Tulikuwa tunatumiana kwa njia ya message kupitia WhatsApp message za kawaida au comment za Instagram YouTube, lakini siku ya leo sasa tumebahatika kupata na mgeni ambaye amekuja katika ofisi zetu na atatuelekeza ni kitu gani ambacho yeye kama yeye anajutia sana katika maisha yake. Na si mwingine ni karibu. Asante. <laughs> Okay, kwa majina yangu naitwa Brian na namshukuru sana Mungu kufika mahali hapa na leo nimepata mwaliko huu kuja kushiriki kipindi hiki cha The Big The Big Regret. Yes. <laughs> <laughs> Bwana Brian, karibu sana. Kama tulivyoongea hapo awali kwamba kipindi chetu kinaitwa The Big Regret, okay, na kinahusiana na maswala mbalimbali ambayo yashaitokea katika maisha yetu ya kila siku. Unajua, kwenye maisha bwana, kuna safari ndefu sana mpaka kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, so kuna baadhi ya vitu ambavyo labda mtu anaweza kaa alishaikipitia, alishaikifanya. Kwa hiyo ikafika stage, akafika sehemu fulani akaanza kukumbuka ah, kwa nini nilifanya kitu kama kile, au kwa nini nilifanya maamuzi yale. Hicho kitu kinamfanya yeye ajutie kwa nini alipitia katika wakati ule. Lakini pia kupitia majuto yako wewe, kwa nini unajuta sasa hivi, lakini kuna mtu mwingine anaweza kujifunza pia, kupitia majuto ambayo wewe unajutia kitu ambacho ushaikifanya katika maisha yako yaliyopita, kinaweza kaa ni kizuri au kibaya, so whatever. Karibu sana Bwana Brian, wewe katika maisha yako ni kitu gani ambacho unajutia sana? Kwa nini ukipitia na kwa nini ulikifanya? <laughs> Na, cheka, I, mm. I say kaka, napitia mambo ni mengi sana unajua ya majuto eh, nimekuja <laughs> <hama laughs> jambo moja <laughs> <laughs> nimekuja jambo moja nimelikumbuka. <laughs> Jambo hilo linahusu basi, usicheke, usicheke, unajua, unajua mi nimewahi fanya trial ya society ya kutaka kujiua Ulifikia hatua kubwa sana. Ni kitu gani ambacho kilitokea paka kukupelekea ukafikia uka, uka hatua hiyo? una una una una umai kubeti, mi kubeti. yeah. <laughs> <laughs> sijawa <sindia> <laughs> Hacha mambo ya kubeti kabisa bana mm. Siku moja hiyo nilikuwa of course, nilikuwaga ni, uh, ni mtu ambaye napinga sana kubeti. yeah. Nikiwa na wenzangu na beti, niko chuo mwaka wa kwanza mwaka wa pili wote watatu watatu mwishoni. mm -hmm. Nikaja nikaa na kana jamaangu, anaka, yes. Jamaa wangu mmoja hivi akawa amekuja anakaa nyumbani kwangu nilipokuwa nimepanga, yule jamaa akaleta akawa, yule jamaa kana beti kila kibeti, mimi na na just namwangalia tu sasa, sikio akabeti akashinda laki tatu. Uh. Jamaa alivyoshinda nimesema kumbe mambo yako yanawezekana, akaniambia aka, Akisuka Mkeka, akanipa nikabeti nikashinda elfu kumi, ah nikasema kumbe inawezekana. Wakati huo uliweka shilingi ngapi? Niliweka sijui mia tano tu, kwenye mia tano ukapata elfu kumi. Kwa sababu mbona mbona kumbe faida zinawezekana hivi. Kwa sababu nikiweka elfu moja na mia tano hapo napata shilingi ngapi? Napata laki, napata milioni moja sijui kwa sababu. Okay, nitaenda nayo hii. Basi nikaanza hiyo taratibu na beti, na beti, naacha na beti, na beti, siku nyingine nakosa napata. Sasa siku moja bana nilikuwa nilikuwa na hela ndani

baada chuo nimekaa yangu nimemaliza chuo, nikaenda na masha yangu, nikaweka hiyo laki tatu ng na nilikuwa hapo, nimepanga nyumba, nilikuwa nadaiwa kodi, nimepanga nyumba ya laki na sabini kwa mwezi. Alafu <laughs> natakiwa baada ya mwezi nilipe kodi. Sasa hiyo ile nikasema nika, nika ngoja ni ikizalisha tu ya. Inazalisha. Nampa bwana nyumba haraka haraka kabisa afu naendelea na mambo yangu mengine. Niende kupiga tu kazi zangu na mambo yangu yanaelekea vizuri. Eh. Ilivyo ile ile pap. Brother. Mm. <tuhi> <tuhi> ni ni ilia. Nikalia nikilia ni nikilala chini hivi naona kama hapa. <laughs> Nikienda kwenye kochi nikikaa hivi hapa. Nice <tuhi> <tuhi> <tuhi> kama ni ndoto. <tuhi>. Eh. <tuhi> Nikaenda nikienda chumbani ah, apakai nikasema, hapa nifanyeje sasa? mm. nikaangalia kwenye simu, kulikuwa imebakia elfu kumi nikasema ngoja niwekei, nikaweka odi za asili, nikaweka maeka odi milioni moja, <laughs> kwenye elfu kumi <laughs> yani, nikaweka odi sizo milioni moja, maana nikishinda elfu kumi mara milioni moja ndio ambayo ya, nitapata. Yaani ukisha kuwa umechanganyikiwa unakuta unaanza kufanya vitu ovyo ovyo zaidi mm. Nikaweka, ikaliwa nayo pale pale, ndo kaja sasa hii. Nikisema hapa mimi najua tu. Sasa wakati nipo kwenye ile hali, ikaja roho moja ndogo sana. Kile kitendo nikisikiaga naumiaga sana of mm. course, sana sana. Mm. Nilipita kule, yeah, of course. of course ukiona mtu amejua kuna mambo mengi behind, yes. Mengi behind sana na mtu unajua amefika mbali sana hmm. Kwao nikajifikiria, nikasema ah. Sasa wakati nipo kwenye ile situation ya kufikiria mambo ya namna hiyo. ikabidi ni <laughs> nika sasa kati nipo katika ile nika nasikia kitu kama yaani, my brother, mimi ndo mara kwanza sana namsikia Mungu ndani ya maisha yangu hmm. na ndo mimi ndo neema ambayo ikaja hapo, na mimi ndo nikaanza kubadilika hapo hapo. Sasa ndo chanzo cha kubadilika kilianzia hapo. na ukafanikiwa kabisa kuacha kabisa, eh? Yaani yes. yeah. yeah. yeah. yes. hapo hapo ndipo ile, kwanza ni mwambie hivi, ni mwambie Mungu kama ukinisaidia hii hali ikiondoka tu ndani ya maisha yangu nitakutumikia Brother, wewe unajua in a minute kama mm. sijapoteza hata shilingi 100. Niko uko vizuri kabisa. Kama sijapoteza hata shilingi, ndio pale nikaja nikashangaa mambo haya yanawezekana vipi? Kuanzia hapo, brother, mimi ndo nilikuwa mwanzo na mwisho wa kubeti. Of course watu wengi sana hata mimi nikaa najiulizaga ili jambo kwamba yani hivi nitawezaje kuacha hichi kitendo kwa sababu nishaanza kuona yani kama kama kuna kitu kinakuwa kinakuvuta fulani mfanye hivi vitu. Mm. Tarikwa, kuna semu, kuna semu na mwingine hata anakuwa yani kuna sehemu kuna sehemu tukao tunaenda kuna malamba mawili. Mm. Kuna kuna kuna kuna baa moja inaitwa inaitwa nimesau ile baa. Iko ile iko malamba mawili. Na no, ushika tu malamba mawili stand kabla hujafika malamba mawili stand ipo pale. Inaitwa nimesau jina lake. Ni, ni baa moja kubwa sana katikati kati ya kabla hujafika malamba mawili mwisho na hapa nyuma. Ipo hiyo baa. Hiyo baa mara nyingi sana nilikuwa nakutana pale na jamaa za na jamaa wao, wanaweka mikeka, watu wanaweka mikeka mikubwa kwao, nikaa nakaga pale of course. Kwanzia hapo nikaacha kwenda, nikaanza kukaa, nikaanza tu kufanya vitu vingine, nikaacha kwenda kwenye hizo njia, ndio hapo that's why ndo nikaja nikaacha kubeti. Lakini kitu ambacho huwa nikifikiriaga kinanimezaga sana maisha yangu lakini pia na mshukuru sana Mungu kwa sababu ni njia pia ya, ya kuniokoa pia. Kuweka karibu na Mungu. Yeah. Da, I say. Ha, huyo ni Brian ambaye amejaribu kushare na sisi kitu gani ambacho ana regret sana kwenye maisha yake na tumai yapo mengi sana. Lakini siku ya leo ameamua kushare na sisi kuhusiana na swala la betting. Najua ni wengi sana pia wana, wako katika situation kama hiyo wanatamani kuacha lakini wanashindwa waanzie wapi wamalizie wapi. Uh, endelea kutuma the regret yako kupitia WhatsApp line ambayo ni 0742715737, lakini pia ni cheki katika mitandao ya kijamii as Mopossible TV. TikTok as Mo Possible TV, YouTube pale kama Mo Possible TV. Usisahau kusubscribe lakini pia kucomment na kushare, ili ukawewa kwanza kupata notification za vipindi vyetu pale tu tunavyo upload vipindi vyetu. Till next time, hii the great ya Mo Possible TV. Chao.